Juri, salama? Eh, wanasemaje Geita? geitae mje Dar es Salaam, hata mtutembelee basi tuwaone. <laughs> ya ukifika Dar es Salaam kwa kweli, hakikisha unapita kituone. E, tumepiga kuwajulia hali madam. Unaendeleaje na wadada? Mani, leo vizuri. Ni almost miezi mitatu imekaribia, bado siku chache sana. Ni kweli, ni kweli. Iwli, unaonaje huduma? Huduma zao ziko vizuri? Unakua ni nani vidogo vidogo vya kurekebishana, lakini wako vizuri. Okay, na hivyo uh, unavyosema vitu vidogodogo labda vya kurekebishana ni kwa wote wawili, au ni yupi kati ya wadada wawili kwa... Ni, ni, ni kwa wote tu kabisa kuku, kwa sababu gani unakuta wao wameshazoea aina fulani, au yeah. unapenda aina fulani yeah. E, ni, ni vya kawaida vya kibinadamu, lakini hawa na changamoto sawa. Na kwa kwa watoto, unafurahia huduma wanayotoa kwa watoto unafreyo, uduma, kwa kweli. Okay, na ni wapi ambako labda unadhani waboreshe, yaani tuongee nao, kwa sababu hizi follow ups, unajua waga, tunakupigia tunakusikiliza, unapata vipi huduma, kama kuna changamoto yoyote unatuambia, lakini kama kuna maboresho, labda ni wapi ambako tuongee nao, tuwaambie wajiboreshe wapi zaidi, tukuboresha kwenye kwenye usafi usafi, e, na hasa na hasa boki e E, mwenzi yuko vizuri, mwenzi okay. Na sawa sawa, sawa, basi nitawakazia hapo, e. Waendelee kuwa wabunifu na waboreshe zaidi kwenye maswala ya usafi, yes, jikoni kwenye chakula. Aa, kwenye chakula ndo huko nikokuwa na kusema vitu eh, vingi tuwingi wamekuwa ni, ni, ni kuelekeza, walikuwa wameshazoea aina fulani, kwa hiyo mm kuwabadilisha -hmm. Kuwafanya wawe kama unavyotaka wewe mm -hmm. Wanatii, ni kweli, wanafanya kama anavyotaka eh. yeah. Yeah, isipokuwa tu huyo mmoja. Huyo mwingine yuko vizuri, kwa kweli yuko vizuri kabisa, na anasikiliza mm -hmm. Anafanyia kazi okay huyo mwingine ndo yuko sasa kwenye usafi bado kabisa. Unakuta ametoka kufanya usafi, lakini ni lamani ile, kama vile nguo iliyosafisha ilikuwa mm-hmm. siyo safi, ina maana okay. panapokauka panaacha zile lamani yeah. ukungu, okay eh, lakini utakapozungumza, ina maana nifanye tu kwamba unasisitiza hiki unafanyika vizuri Mm. Yeah. Usijali, ni kwenye kuboresha, ndo maana tunapiga. Hata hivyo, si unaona, sio wewe, hujapiga hata kusema, lakini sisi tunafanya hivi, inasaidia kwa sababu kumrekebisha, yeah. hivi mwanzoni yeye yeah, ataona ah, kumbe hapa nilikuwa nakosea moja, niboreshe hapa hapa, nifanye hivi hapa, nifanye hivi ni rahisi zaidi, kwa sababu pia wanakujaga, wanaanza na energy, baadaye anachoka, anaanza kuzoea mazingira. oh. unashangaa Mm -hmm. Kwa hiyo yeah, ni bora tukiwa tunaongea nao, ni kama vile sasa tuna wacharge tena not, not. E, tuna wabusti na ndio maana pia tunashauriki tuna sana mara nyingi wao wao wow, tunaongeaga nao, hakikisheni mnafuatilia mnafatilia training zetu vipindi vyetu, mnamsikiliza madam anavyoongea contents zetu, vitu vingi kule vinakuwa vinawakumbusha hayo majukumu lakini ya, ya, hata na wewe pia kama ukipata chance ukiwa nao waambie kabisa, wasisitize kwamba jamani, muwe mnasikiliza kule chuoni kwenu wanavyoendelea kuwafundisha wenzenu, ile inawasaidia sana na wao kuendelea ku kukumbuka wajibu wao, kuboresha huduma zao. Eh, ni kweli kabisa. Eh, kwa hiyo na wewe utusaidie katika hilo, tushirikiane pamoja Hebu hebu, madam, nadhani kwa hapo mm, e, yaani hapo wakazie kabisa, wawe wanafuatilia yaani, unaweza kukuta hao mda mwingine hata akipata ka chance ka kupumzika atatumia kufanya vitu vyake vingine alafu hata e, asifuatilie wakati huku sisi tunaendelea kufundisha. Yaani kama hata we, kama wewe unafuatilia, utakuwa unaona vitu vingi vizuri vipo kule. Hata changamoto zingine ambazo wenzao wanaziface, sisi tunaziweka kule, ile inakuwa ni somo hata kwao, asifanye kama aliofanya mwenzake. Eh sana, hilo bado ni changamoto kwao kwa kweli. Sawa, basi ngoja ni niongee nao, nitawaambia tu na kwa namna nzuri kwamba wajiboreshe kwenye kwa sababu kama kwingine wanajitahidi na sijaulizia nidhamu zao kwa wote wawili. Labda ha, wako vizuri, wako vizuri, wako nidhamu wako vizuri. Ukiwarudisha kwa wale niliyokuwa nafanya nao kipindi cha nyuma, hao wako tofauti wanajitambua. Eh. E, wanajitambua. No, okay. E, a tu ilo usafi japokuwa ongea na nao sana juu ya usafi hata hapana natoka oh, kufanya kirudia hapana mm. hivyo mm. E, hivyo lakini saa zingine anayumba eh. Nafikiri nafikiri naye tu sijui anakuwa na vitu na vingi sana kichwani eh. E, Boke sasa e, e, e vitu mm. vingi sana kichwani, anajikuta hapa anasahau, anasahau lakini mm. yuko vizuri, yuko vizuri. Muhimize tu safi, hakikisheni jiko ni safi. mm. Ukiona kuna fubafuafubaa fulani fakilia mm. weka sawa nyumba, safisha marumaru zinaye usiache maramani ramani hayo, hakikisheni ramani, mm. mm. madasa yenu mnapokuwa mnafanyia, unaanza kubeki, basi huu umejisafisha kwanza, mm. na maji unayosafishia mm. Hakikisha unaweka maji mengi masafi na sabuni mm. E, ndio hivyo. Nafikiri nisisitize tu juu ya hizo, na mimi mwenyewe sichoke kumwambia, namwambia sana. Sasa nina mambo mengi za vizuri, unakuta haupo siku tatu yeah. Nyumbani yeah. yeah. Unarudi umeshachoka vitu yani, ah, mm. oh, ni vingi vinakukabili ah, kwa kweli nina changamoto, kwa kweli ni kubwa Eh, ya kwangu mimi tu kwa familia, lakini si wow, wow, kwa wao wao mm. e, mm. e. Kwa kweli wamenisaidia pakubwa, ni vitu vidogo vidogo. Eh, hivyo pole madam, kwa changamoto hizo naamini kwamba mambo yataenda vizuri, Mungu akusaidie. Asante. Kwa hilo la wadada hamna shida kikubwa, kama kwa asilimia kubwa wanafanya vizuri, basi kwenye hayo ya kuboresha, ngoja tuongee nao waweze kuboresha zaidi. Eh, ni kweli. Haya madam, thank you. Nikutakie siku. Wewe mali tarehe ngapi? Tarehe ngapi? Ah, na ni malipo yao? Ah, ah malipo malipo yao yeah, sisi ya sisi tulishamaliza huko zile dhamana. Kwa hiyo ijayo eh, ijayo unawalipa wao. Eh, wao. Eh. Yeah. Mwezi mwezi ujao unawalipa tu wao mishahara yao yote. Sasa. Eh, huko ulishamalizana nao. Zinakaribia kumi na tatu kumi na tatu hapo kwanza, kumi na tatu Haya madam, asante. Haya, tunashukuru sana madam, nikutakia siku njema ni na ah, majukumu mema ah, Madam, shikamoo. Maraba, kwa nini hujasevu namba ya ofisi? Amna, ninayo ile nyingine. Hata hii mimi nimeshai kupigia simu na hii namba e, na ndo ambayo tunaiandikaza yeah, juu ya mkataba wako ukiwa unaondoka hapa kituoni e. E, lakini hujasevu kwa nini? Ngoja nitasevu. Okay, mnaendeleaje miezi minne hiyo sasa hivi? Naendelea vizuri. Kuna changamoto gani kazini? Hamna changamoto eh? Yupo wapi? Ah, basi ungekuja hapo ili niongee na nyie wote wawili. Eh. Aya, basi nitaongea naye nadhani muda mwingine. Ndio maana nilikuwa yeah. Nawapigia, nikajua tu mtakuwa busy. Nimewapigia sana naona mkao, nimepiga namba yake, nimepiga ya kwako mm. Yeah. Eh, tumezungumza na madam anasema mnaendelea vizuri sofa kwenye miezi minne mm. Yeah. Eh, lakini kuna vitu vichache tu vya kuboresha, vichache ambavyo nadhani mkiviboresha hivyo mtakuwa bora zaidi. Sana sana wewe kwako kwenye masuala ya usafi Eh, yeah. Eh, anasema hapo kwa kweli kidogo kidogo una changamoto kwenye usafi. Yeah. Uh-huh. Kwako kwa ni zaidi yani, nyote wote mboresha, lakini kwa wewe amekazia zaidi kwamba kidogo wewe huendelee ku, ku, kuongeza zaidi ubunifu na ubora na bidii kwenye usafi. Kwa watoto uko vizuri hmm. Eh, kwa hiyo hapo kwenye usafi sasa, usafi anasema maeneo kama ya jikoni, lakini pia kuna deki unaachaacha ramani kwenye marumaru hmm. eh, lakini pia kuna unatakiwa uhakikishe kwamba unapodeki unatumia madekio masafi. Kwa mfano kama yeye kuachaacha ramani hiyo, na maana ni wewe hujazingatia dekio unalodekia kama umelifua vizuri, ni safi, lakini pia maji unayotumia ni ya kutosha no. Yeah. Hey, maji mengi na ya yakichafuka, unabadilisha, unafanya usafi unaoeleweka. Kwa hiyo hapo hakikisha una unajiboresha zaidi, na ukumbuke kwamba wewe ni smart dada, kwa lazima uwe bora kuliko kila siku, uwe bora kuliko jana, sio kadiri siku zinapozidi kwenda mbele ndio unazidi kuwa Uh, tofauti tena na nyuma nyuma, ndio inakuwa angalau hapana. Kwa hiyo mm, simu zenu mzitumie kujifunza vitu, mpite kwenye peji zetu sana, mtusikilize sana kila siku, tuna post content zenye mafundisho mbalimbali mbali. Yeah. Lakini pia kuna hizo watu wadada wengine wanaorudishwa uh, lakini pia kuna wengine wanaomaliza mikataba, yaani hivyo vitu vyote vinakujenga. Hata kama mtu alikosea, lakini kwako wewe inakuwa ni fundisho. Kama kuna mtu alipatia akafanya vizuri, kwako pia wewe ni fundisho vile vile. Kwa hiyo na sio tu watu ambao wamemaliza na, ku, na, ku, na kusitishwa. Kuna amba, mafundisho ambayo yanatolewa kila siku kwenye training zetu tunapost, hizo zitakusaidia sana, kwa sababu tuna session za usafi tunazielezeaga usafi wa kila siku, usafi wa kila wiki, usafi wa kila mwezi I mean ule wa kufanyika usafi mkubwa. Sasa hivyo vyote vipo kwenye trainings zetu, kwa hiyo kama ukipita kwenye mafunzo hayo, I mean kwenye page zetu hizo, basi utakuwa unaona hayo mafundisho. Eh, kwa hiyo sasa, msiwe mnakaa tuko kazini mnajisahau, wakati huko kituoni wenzenu wanazidi kujifunza. Sisi tunazidi kuwekeza nguvu kila siku, ili kwamba huduma zetu ziwe bora. Wa kuziboresha hizi huduma ni sisi kwa kushirikiana na nyie ambao mko kwenye maeneo yenu ya kazi. Kwa sababu nyie mlioko nje ya Dar es Salaam hamwezi kufika kwenye workshop, lakini mnaweza kujifunza vitu huko huko kwa kupitia mitandao. Mm, Eh, kwa hiyo hakikisha hapo kwenye usafi, ongeza jitihada tafadhali. Yeah. Sofani, nidhamu yako ipo vizuri, mwendelee kuwa bora hivyo hivyo na zaidi, lakini kwenye usafi ndio sana. Watoto pia, endelea kujiboresha, uwe mbunifu, tengeneza ratiba zao vizuri za michezo, za chakula, watoto yaani, yeah. Wafurahi kwamba wana mtu ambaye anawaangalia vizuri. Basi utamwambia nacha kwamba nitampigia na yeye lakini, sana sana, sanasana yeah. umwambie kuwajulia hai umwambie yeah. na yeye kusiana masuala ya usafi, pia mkazie yeah. yeah. Na kwa jikoni madamu anasema alikuwa anaelekezaelekeza sana vyakula anavyovipenda, kwa hiyo sitegemei kwamba mtaelekezwa mwaka mzima na yeye, ni smart dada kwenye vyakula yeah. anavyovipenda, ni jukumu lenu mjiongeze. Ukishajua madamu anapenda hiki na hiki na hiki na hiki, wekeza muda wako, jifunze kutengeneza vitu ambavyo yeye anavipenda yeah. Nae. Aya, asante sana dada wako nikutakie majukumu mema na wewe ukaendelee na majukumu. Unaona kama vile hata hivyo uko na heka heka za kazi bado. Ah, sawa, asante uwe na siku njema bye.